Katika miaka ya 1950, kundi la wafugaji la huko Idaho walishangaa pale kondoo wao walipozaa wana kondoo wenye kasoro moja. Wakiwa wameshangazwa na hawa kondoo wa jicho moja, waliita wanasayansi kutoka Idara ya Kilimo ya Marekani ili kuchunguza. Watafiti walidhani kwamba kondoo wajawazito walikuwa wamekula mimea yenye sumu inayosababisha kasoro za kuzaliwa. Walikusanya mimea ya eneo hilo na kuwapa panya wa maabara, lakini walishindwa kuonyesha athari ile. Hivyo basi wakaamua kuangalia kondoo moja kwa moja. Hata mwanasayansi mmoja aliishi na kundi hilo kwa majira matatu ya joto. Baada ya muungu mmoja wa majaribio na makosa, hatimaye wanasayansi walipata chanzo cha tatizo: mahindi ya porini. Mahindi hayo yalikuwa na molekuli hai yenye pete sita zilizounganishwa, walioipa jina la cyclopamin, kwa kuhusisha na kondoo wa jicho moja. Hawakujua haswa cyclopamin ilisababisha vipi kasoro hiyo lakini waliwaambia wafugaji waepuke mimea hiyo. Ilichukua takriban miongo nne kabla ya kikundi cha wanabiolojia wakiongozwa na profesa Philip Bichi kugundua jibu. Maabara yake ilikuwa ikichunguza jeni maalum inayopatikana kwa spishi mbalimbali kutoka kwa panya hadi kwa binadamu, inayoitwa jeni ya nungunungu. Ilipewa jina na wanasayansi wawili ambao baadaye walishiriki tuzo moja la Nobel kwa kazi yao. Waliogundua kwamba kubadilika kwa jeni hii katika inzi wa matunda kulisababisha miba mikali kama ya nungunungu. Bichi na wenzake walifanya mabadiliko ya kijeni ili kuzima jeni ya nungunungu kwa panya. Hii ilisababisha kasoro kubwa katika ukuaji wa ubongo, viungo na macho, au jicho moja tu. Kisha alipokuwa akisoma kitabu cha masomo, Bichi aliona picha za kondoo wa jicho moja na kutambua kitu kilichokuwa kikikwepa wanasayansi kwa miongo minne: lazima kulikuwa na hitilafu katika jeni la nungunungu. Hebu turudi nyuma kidogo. Jeni huwa na maagizo yanayoambia seli nini cha kufanya na lini. Hutoa maagizo haya kupitia protini. Jeni ya nungunungu huambia seli kutoa protini ya nungunungu, ambayo huanzisha mfuatano ngumu wa ujumbe wa seli. Hivi ndivyo hufanya kazi kwa kawaida: protini ya nungunungu huungana na protini iitwayo patched. Hii huzuia patched, kuruhusu protini nyingine inayoitwa smoothened kutuma ujumbe kwa seli zikiziambia wapi pa kwenda na zitakuwa tishu za aina gani. Cyclopamine, kama ilivyo kwenye mahindi ya porini, huvuruga mchakato kwa kuungana na smoothened. Hii huizuia smoothened kutuma ujumbe unaohitajika kufanyiza ubongo wa pande mbili, kunda vidole au kutenganisha macho. Hivyo hata kama protini ya nungunungu inafanya kazi yake ya kuweka njia wazi kwa smoothend, cyclopamine huzuia smoothend kusambaza ujumbe wake wa kemikali. Hilo lilieleza kisayansi kuhusu kondoo wa jicho moja, lakini Bichi na timu yake waliona dalili ya uhusiano mwingine wa manufaa zaidi. Waligundua kuwa kuanzishwa bila udhibiti kwa protini ya smoothend kulihusiana na hali ya binadamu inayojulikana kama dalili ya seli ya msingi ya neva ambayo husababisha mtu kuwa katika hatari ya kupata aina fulani za saratani. Wanasayansi walipendekeza kutumia uwezo wa cyclopamine wa kuzuia smoothened kama tiba kwa saratani hizo, kwa masharti kuwa mgonjwa hakuwa mjamzito mzito. Kwa bahati mbaya, baadaye watafiti waligundua kuwa cyclopamine husababisha madhara na sifa zake za kikemikali zinakuwa ngumu kufanya kazi nazo, lakini waligundua kuwa molekuli zinazofanana kwa karibu ni salama na zina ufanisi, na dawa mbili kati ya hizi ziliidhinishwa mwaka wa 2012 na 2015 kama tiba za saratani ya ngozi. Wakati wafugaji wale walipoona kondoo wa jicho moja kwa mara ya kwanza, wangeweza kudhani ni hitilafu tu ya kijeni na kuachana naye. Badala yake, uamuzi wao wa kuchunguza uligeuza siri ikawa tiba na kuonyesha kuwa wakati mwingine kuna zaidi ya kinachoonekana kwa macho. Ikiwa unapenda kujifunza, jisajili kwenye kituo chetu. Kila wiki tunachapisha video mpya kuhusu kila kitu, kuanzia historia ya ulimwengu, kulingana na paka, hadi jinsi ya kuwa msikilizaji bora. Endelea kufuatilia na uwe na hamu ya kujua.